Basi tumekuwa tukijifunza pamoja kuhusu siku yenye shughuli nyingi zaidi ya Yesu iliyorekodiwa katika Maandiko. Yuko kule Galilaya. Ni wakati wa mabadiliko, ni siku ile ile ambapo Israeli inamkataa rasmi Masia wao, na kwanzia siku hii hadi msalabani, mifano itakuwa njia kuu ya Bwana ya kuwasiliana na Israeli. Sasa wale wanaomfuata Yesu wanaotafuta hekima yake watapewa maelezo kutoka kwa Yesu, lakini wale wanaomkataa watabaki bila kujua maana ya kweli ya mifano hii. Sasa hapa katika Mathayo sura ya 13, mahali tulipo leo, Yesu atatoa mfano mwingine wa kuvutia kuhusu ufalme. Anasema hapa katika mstari wa 33, ufalme wa mbinguni umefanana na chachu ambayo mwanamke alichukua akaificha katika vipimo vitatu vya unga mpaka yote ikachachuka. Sasa baadhi ya wanafunzi wa Biblia wanaona kwamba chachu mara nyingi hutumiwa katika maandiko kama ishara ya dhambi, na hilo ni kweli, lakini si kweli hapa. Yesu anatumia ushawishi wa chachu unaopenya na kupanuka kuelezea jinsi ufalme unavyoendelea kukua. Kwa maneno mengine, ufalme wa Mungu uko kimya, hauonekani, lakini unafanya kazi kutoka ndani kwenda nje, na siku moja utapenya kila mahali. Sasa katika siku za Yesu mkate ulikuwa unaandaliwa kwa kutumia kipande cha donge chenye chachu hai kutoka kwenye donge la awali. Na hebu nikuambie, huyu mwanamke inaonekana anatengeneza mkate mwingi sana hapa. Tunaambiwa hapa kwamba anatumia vipimo vitatu vya unga. Hiyo ni gunia moja la unga. Basi hebu niweke hivi, hiyo ni sawa na mifuko 16 ya unga ya kilo mbili na nusu kila moja. Ukishajumlisha maji yote ni vikombe 128. Hiyo ndiyo mapishi ya kawaida. Kwa kiasi hiki utakuwa na zaidi ya kilo 50 za donge mikononi mwako, sasa kwa kipande kidogo tu cha donge la chachu kutoka kwenye donge lake la mwisho. Angalia ushawishi, angalia athari yake ilivyo haraka. Kitu kidogo, kitu ambacho hakionekani kinafanya kazi ndani kwa ndani. Ona Yesu anafunua kwamba ufalme wa Mungu utaanza kidogo lakini hatimaye utaathiri dunia nzima, na tumeona baadhi ya ukuaji huo, sivyo? Injili ya Kristo ilianza na wanafunzi wachache tu, halafu kukaanzishwa kanisa moja tu kule Yerusalemu. Sasa katika kipindi cha miaka elfu mbili iliyopita, wakati huu wa kanisa, enzi ya kanisa, kimekuwaje? Sasa idadi ya raia wa ufalme wa baadaye imeongezeka kwa kasi sana. Bwana kwa sasa anatawala ndani ya mioyo ya watu wake, lakini kuna siku inakuja ambapo atatawala waziwazi katika ufalme wake wa miaka elfu moja hapa duniani. Sikiliza mpendwa, unapompokea Bwana Yesu kwa imani kama mfalme wako, anaanza kufanya kazi ndani yako kama chachu. Anabadilisha maisha yako kutoka ndani kwenda nje. Na anataka kufanya nini? Anataka tuwakilishe na kueneza uwepo wake katika dunia inayotuzunguka kwa ajili ya utukufu wake. Sasa Mathayo anasimamisha kurekodi mtiririko wa matukio ya siku hii yenye shughuli nyingi, na hapa kwenye mstari wa 34 anatoa maoni yake kama mhariri. Anasema, Yesu alisema mambo haya yote kwa umati kwa mifano, kwa kweli hakusema nao chochote bila kutumia mfano. Kisha Mathayo anaanza kunukuu Zaburi 78 na mstari wa 2 hapa kwenye mstari wa 35, nitafungua kinywa changu kwa mifano nitasema mambo yaliyofichwa tangu kuwekwa misingi ya dunia. Ninapenda hilo. Yesu anatimiza unabii hapa kupitia njia hii ya kufundisha, anaufunua mpango wa Mungu kupitia vipengele mbalimbali mbali vya historia ya uasi wa Israeli ambavyo hapo awali havikujulikana. Sasa anafafanua haya kupitia mifano hii. Ni njia nyingine ambayo Mathayo anawaambia wasikilizaji wake Wayahudi, tazama, huyu ndiye masihi wenu. Anafanya kile ambacho mtunga zaburi alitabiri. Yesu ndiye mfalme wenu. Basi hapa kwenye mstari wa 36, Mathayo anaandika kwamba Yesu kisha aliacha umati wa watu na akaingia nyumbani. Sasa hapa ndipo anapowaelezea wanafunzi wake mfano wa ngano na magugu, lakini pia inaonyesha kwamba mifano inayofuata haitatolewa kwa umati wa wasioamini walioko mitaani, bali kwa kundi dogo ndani ya nyumba, hasa wanafunzi wake. Hii itawaandaa wanafunzi kwa maisha yao ya ya huduma baada ya kusulubiwa na kufufuka kwake Yesu. Sasa anawapa mfano mwingine wao pekee hapa kwenye mstari wa 44, ufalme wa mbinguni umefanana na hazina iliyofichwa shambani, ambayo mtu mmoja aliikuta na akaificha tena, kisha kwa furaha yake akaenda akauza vyote alivyokuwa navyo na akanunua lile shamba. Yesu anaonyesha hapa kwamba ufalme umefichwa, lakini unagunduliwa na mtu ambaye ana nia ya kweli. Wanataka sana kupata hazina ya Kristo na ufalme wake. Sasa karibu, kwa wakati huo huo, Yesu anatoa mfano mwingine hapa kwenye mstari wa 45: tena ufalme wa mbinguni umefanana na mfanyabiashara anayetafuta lulu nzuri, ambaye alipokuta lulu moja ya thamani kubwa alienda akauza vyote alivyokuwa navyo na akanunua ile lulu. Kwa njia katika siku hizo lulu zilikuwa aina ya utajiri iliyotafutwa sana. Wachimba lulu wakati wa Kristo walikuwa wakitafuta lulu katika bahari Nyekundu, guba ya Wajemi na bahari ya Hindi. Baadhi ya lulu zingekuwa na thamani inayolingana na mamilioni ya dola leo. Sasa mfano huu unafanana na ule wa hazina iliyofichwa lakini hapa badala ya mtu kukutana tu na hazina shambani, mtu huyu anatafuta kwa bidii ile hazina, lulu ya thamani kubwa. Lulu hii inawakilisha ufalme wa mbinguni, na tena kwa mtu huyo ni hazina isiyo na kifani, ambayo anaitamani kuliko kitu kingine chochote. Sasa wanafunzi wa Bwana watawezaje kutumia mifano hii? Sasa hii itawasaidiaje katika maisha na huduma yao baada ya Bwana kurudi mbinguni? Changamoto ambayo Yesu anawapa wanafunzi wake ni kuwa makini na wale wanaotafuta lulu ya thamani kuu, watu wanaotamani ufalme wa Mungu, watu wanaotaka kujua ni nani masiha mfalme. Basi wasaidie kumpata. Zaidi ya hayo, wasaidie kudhamini Bwana na ufalme wake unaokuja kama hazina ya milele ilivyo kweli. Sasa kuanzia hapa kwenye mstari wa 47 tunapata mfano wa wavu. Yesu anasema hapa ufalme wa mbinguni umefanana na wavu uliotupwa baharini na kukusanya samaki wa kila aina. Hiyo inanifanya nikumbuke agizo kuu. Na wewe je, katika Mathayo sura ya 28, unafanya wanafunzi kutoka mataifa yote. Yesu anaongeza hapa kwenye mstari wa 48, wakati wavu ulipojaa, watu waliuvuta mpaka ufukweni, wakaketi chini na kuchagua wazuri, wakaweka kwenye vyombo, lakini wabaya wakawatupa. Ndivyo itakavyokuwa mwisho wa dunia. Malaika watatoka na kuwatenga waovu na wenye haki na kuwatupa kwenye tanuri ya moto. Huko kutakuwa na kilio na kusaga meno. A ah, ngoja ni kuambie mpendwa, hatuvui samaki kwa ajili ya starehe hapa. Tunavua samaki tukifikiria umilele. Hatima ya milele ya watu inategemea jinsi wanavyompokea au kumkataa Yesu Kristo mfalme. Viongozi wa Kiyahudi walikuwa wakifundisha kwamba unajua kuwa tu mwana au binti wa Ibrahimu kwa damu, basi hiyo inatosha kukuingiza katika ufalme. Yesu yeye anaweka hilo pembeni. Haki hapa haimaanishi kwamba wewe ni mkamilifu, inamaanisha kuwa sawa na Mungu, na unakuwa sawa na Mungu kwa imani katika Kristo. Kuwa mwanachama wa ukoo wa Ibrahimu haitoshi. Wewe lazima uwe wa familia ya Mungu kwa imani katika Mwana wa Mungu Yesu Kristo. Sasa, katika hatua hii, Yesu kama anasimama kidogo na kuwauliza wanafunzi wake swali hapa kwenye mstari wa 51, mmelewa mambo haya yote. Nao wakamjibu ndiyo. Kwangu mimi naona kama wana ujasiri kupita kiasi, lakini wanapata alama ya juu kabisa. Aongeza kwa kumfuata Yesu kama bwana na mfalme wao, wakati taifa lote kimsingi linamkataa. Sasa kwa hayo, Yesu anawapa mfano mmoja zaidi ambao unapatikana hapa kwenye mstari wa 52. Kwa hiyo kila mwandishi ambaye amefundishwa kwa ajili ya ufalme wa mbinguni ni kama mwenye nyumba ambaye hutoa katika hazina yake vitu vipya na vya zamani. Hapa Yesu anawapa wanafunzi wake jukumu la kuwa waandishi. Waandishi walikuwa wanasheria, walikuwa walimu wa sheria miongoni mwa Wayahudi. Hivyo wanafunzi wanapaswa kuwa walimu kwa watu wao na hata zaidi ya hapo. Kwa hiyo kama vile mwenye nyumba anavyosimamia kwa busara gala lake la mazao, mali na mali nyingine, wanafunzi sasa wanafundishwa kufundisha yale mapya na yale ya zamani. Yaani wafundishe ukweli wa Agano Jipya na lile agano la zamani. Unajua wachungaji, walimu, wainjilisti, wamisionari, walimu wa shule ya Jumapili na viongozi wa masomo ya Biblia wanafanya nini? Naam, jambo lile lile hadi leo hii. Kile ambacho dunia yetu inahitaji leo siyo maoni ya mtu fulani. Haihitaji hotuba ya kutia moyo, wala haihitaji somo la kutia moyo kuhusu jinsi ninavyoweza kujisikia vizuri kuhusu mimi mwenyewe au dunia yangu. Hapana, dunia yetu inahitaji neno la Mungu, ukweli kutoka agano la Kale ambao unaweza kutumika katika kipindi hiki kwa kanisa la leo, na ukweli kutoka agano Jipya ambao umeandikwa kwa ajili ya waumini wa leo